Nam, karibu tena mtazamaji. Elimu kwa wasichana katika kaunti ya Kilifi inakumbwa na changamoto moja kuu; mimba za mapema. Kutokana na hali hii, wazazi katika kaunti hiyo sasa wameanza kuwarai wasichana wao waliotungwa mimba mapema kurejea shuleni pindi akishajifungua. John Juma alizuru maeneo hayo na kuandaa makala haya maalum akimu za onyesha kuwa Kilifi huongoza kwa zaidi ya asilimia 47 za mimba ya mapema kwa wanafunzi, hivyo kusababisha wengi kuacha shule. Hali hiyo ikiwa huzuni sihaba kwa wazazi. Tegemeo kuwa watoto watawasaidia baadaye linafifia kila kukicha. Wamebaki kushuhudia watoto wao wakipata wajukuu, hata wakiwa na umri wa chini ya miaka ishirini na mitano. Watoto kuzaa watoto. Wadogo wadogo wanazaa na nakizaa naisha kabisa shule hata darasa la tatu unapata mtoto mdogo kama miaka kumi amepata mimba ametoka shule na hivyo anakuwa anakuwa mama katika umri mdogo sana katika umri wa miaka thelathini Rehema Nyadzua tayari amebarikiwa mjukuu binti alijifungua akiwa darasa la sita umri wa chini ya miaka kumi na sita basi akaamua kumrejesha shuleni lakini kejeli za wanakijiji kuhusu hatua yake zinaelezea kinachosababisha masomo ya wasichana wengi katika kaunti ya Kilifi kufikia hatma ya ghafla wakiwa bado wachanga. watu walikuwa wananambia, we uko mjinga, wapeleka mtoto shule atashika nini huyo? Na mtu anajua mambo ya bwana na bibi huyo, hata shika kitu, wempatie mtoto wake, ufanye kazi zako. Mimi siku yashika yale ya watu mimi nikarudisha mtoto wangu shule. Baadhi ya wazazi kuwazomea watoto na kuwahimiza kuolewa, ikiwa ni njia ya kujiondolea mzigo wa ulezi, ni miongoni mwa yale yanayodaiwa kuchangia wasichana kuacha masomo. Mwalimu mkuu katika shule ya msingi Kadzi Nuni, Rebeka Mwema, ambaye amefunza katika shule kadhaa kaunti ya Kilifi kwa miaka ishirini, aelezea jinsi hata wazazi hupinga juhudi za watoto wao kurejea shuleni baada ya kujifungua. Binti huyo tutakayempa jina Mwanatumaini anatilia mkazo kauli hiyo, kuwa imewanyima wenzake wengi nafasi ya kusoma. Wao akijifungua kurudi shuleni huwa si wengi sababu, anaona kambe akirudi shuleni anapoteza. Kinaya ni kuwa hata wanaoolewa mapema mwisho wanageuka kuwa mizigo kwa wazazi pale ndoa zao zinapotumbukia nyongo. Hawajajua maana ya ndoa kwa sababu bado ni watoto wadogo. Majority don't really make it in life. Ukiona mtoto amejifungua na ameenda ameona bwana amekuta maisha yake ni magumu, amegeuka, nakuambia, mimi nataka kurudi skuli, mrudish Mzee Majimbo Shume atokae Pinglikani Chonyi asema imekuwa vigumu kwa wazazi na wadau wengine serikalini kukomesha tatizo la mimba ya mapema, kufanya family planning ya kuangalia maisha yake na biashara yake, atasaidika. Walimu na baadhi ya wa wazazi kwa upande wao wanahisi la muhimu zaidi ni kukabili mizizi ya tatizo hilo, hasa sherehe za matanga ambapo wasichana kwa wavulana hutangamana katika densi usiku there's something they call it sinirichia or something during funerals there's a dance there's a particular dance that goes on for almost a week or two so you find that most of our peoples rush there so you find that when we come to school we have children who have spent sleepless nights doing their stuff there and then they come to school kuna kuna imani kwamba hawa wasichana wadogo wanapokuwa ni wao wanacheza pale jukwaani, basi zile changizo ama pesa hutoka kwa wingi sana. Kwa hivyo sasa ile uh, hizo, hizo mikutano za usiku zinachangia sana huko kupata mimba. Kuna siku lakini kuna matanga karibu ya wiki mbili iendelea hivyo hivyo. Sasa watoto wengi kuna watoto wengine hata wakiambiwa na wazazi wao huwa hawasikii, wanafanya kutoroka kwa nyumba wanaenda lakini Mzee Majimbo, ambaye ni mtetezi wa utamaduni huo, anapinga madai hayo. Swala la matanga, sisi hatuwezi tukalilaumu manake ni la jadi, na akili ya mtu ni akili ya mtu. Weza kwenda na mtoto wako, weza kwenda matangani akakaa wiki nzima na asipate bwana. If that is the, the, the situation we are going, we shall continue like this then we shall not have people to come and take over our, our places when we are retiring mtu akizaa, simwisha anini, simwisha kuwa eti anini asisome. Ni akijifungua arudi shuleni, kwa sababu elimu haina mwisho, haina kijana wala haina mzee, hata wazee wako kwa mwanatumaini. kurejea kwake shule baada ya kujifungua kunampa matumaini ya maisha mema siku zijazo nitakuwa najitegemea mwenyewe, sitegemee mzazi tena. Mambo ya nyumbani nitakuwa na nini, najitengeneza mwenyewe. As teachers we really do our best, but I wish that uh, we we'll do this as a team: the teachers, the parents, the community. We did that, I believe And the ministry itself, I believe things would work. Kwa shida hii kudumu miaka nenda miaka rudi pasi ya suluhu, mpaka inayoibua changamoto zaidi kwa jamii ambayo sasa inatafuta mbinu mbadala za kuhakikisha kwamba wanafunzi hao wanaoringwa na kujifungua wakiwa shuleni hawaachi masomo abadan, bali wanarejea na kuendeleza masomo kusudi siku za halafu wasaidie jamii kujikwamua kutokana na lindi la umaskini. John Juma, KTN katika kijiji cha Tezo kaunti ya Kilifi.